Ebwana, sakata la Ibra limenifanya lime, lime nishughulike kidogo, lakini naomba ni, niseme kwanza kitu kimoja. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa, kuwa Harmonize amemwomba Ibra shilingi bilioni moja ni mtu wa mwisho kabisa kukubali. Kwa life alopitia Harmonize, kwa maisha alopitia Harmonize, simuoni simwoni Harmonize akimwomba Ibra shilingi bilioni moja ili avunje mkataba jinsi Harmonize alivyopambana na Ibra, jinsi Harmonize alivyoinvesti kwa Ibra, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brand ya Ibra kuwa kubwa kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu, naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameombwa bilioni moja kuvunda mkataba na kataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi. Ibra ameanza uh, kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riski kuanzia mwaka jana mwezi wa kumi, ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza akaomba bilioni moja, ila naamini kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele ka kiruka, yaani kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele ka kiruka kwa sababu hit song yake Ibra Copy and paste, ni moja kati ya hit song. Kabla ya release hii ngoma, Ibra alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwa Harmonize kumsikilizisha ngoma zaidi ya moja, yeye akaichagua hiyo na Harmonize akampa ela ya kushuti video ya hit song yake ya copy and paste. Siamini kabisa kama Harmonize anaweza akamwomba bilioni moja, Ibra, ila naamini Ibra kuna vipengele anaviruka kupitia makubaliano yake yeye na Konde Gang. Nachoamini kuwa Ibra kazungumza na viongozi wako. Kama una mtu nyuma ambaye anataka kusimamia kazi yako, kazungumza na viongozi wako, azungumze na management ya Konde Gang. Unaweza ukatoka Konde Gang peaceful pasi na kulipa hela yote ambayo sasa hivi unahangaika kuichangisha. Siamini Harmonize kutaka shilingi bilioni moja katika nafsi yangu. Nimeishi na Harmonize takriban miaka kumi. Siamini Harmonize ataomba bilioni moja ila naamini kone kumruhusu mtu kwenda kwa makubaliano. Kwa hiyo, Ibra ni kuombe, kama una management kama una watu uko nyuma, nyuma yako wanataka kusimamia, waambie wakaongee na jembe wakaongee na chopa. Hakuna kinachoshindikana kabisa, na watakurilizi, utakuwa free, lakini siamini hamna, hizi anaweza kaomba bilioni moja. Trust me, fata utaratibu Ibra, you are a big brand, tumekutengeneza kwa, kwa gharama kubwa. You are a big superstar tafuta management, ikae chini, naamini kwenye uwezo wako you will make it, lakini usipakaze ubaya kwa mtu ambaye amewekeza kwako, don't ever, dhambi mbaya sana. i mdogo wangu wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.